yao ya kushirikia, kushirikiana na Wakenya wote ili kufanikisha miradi ya maendeleo maeneo yote nchini. Wakizungumza katika afla, hafla mbalimbali viongozi hao wakiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki wamepigia debe ushirikiano baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa KANU Gideon Moi. Tunaambia huyo mtu tafadhali, heshimu viongozi wa Kenya, heshimu gavana wa Mombasa, heshimu uh, Ali Hassan Joho na uheshimu viongozi wa mama. Wewe ulipewa kazi ukashindwa, sasa unakuja kutoa matusi all over, all over, all over. na lazima uheshimu Profesa Kithure Kindiki na jana tulikuambia wewe uwezi bishana na Profesa Kindiki. Kuna baadhi ya watu wengine, mtu wa kila njugu pia ni shida kisha mimi nikasema na jambo jingine Your Excellency, we unajua, still waters run deep. Kuna watu wa parapara para nyingi, na kisha kuna watu wenye kufanya kazi. Kuna baadhi ya watu hapa kila akimwona hasa nalijo, unajua, kuna wale ambao walikuwa wanaeneza siasa ya ukabila walikuwa wamesema sehemu zingine zibaguliwe kimaendeleo kama hapa Mombasa, kama hapa Pwani. Rais Ruto akasema haijalishi watu walipiga kura kiasi gani kwa nani, serikali inapochaguliwa ni serikali ya kila Mkenya. Ni haki ya mwananchi kupiga kura, lakini kura ikiisha wale wanachaguliwa wanakuwa viongozi wa kila mtu. Kwa hivyo rais Ruto akaamua yeye atakuwa rais wa wale waliomchagua na wale bado hawakumchagua atakuwa rais yao rao, kwa sababu hata kama hawakumchagua siku ile ingine huko mbele watamchagua. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli?